Na mpendwa msikilizaji na mtazamaji wetu wa Amani TV Media, matumaini yangu makubwa ni kwamba utakuwa salama usalimini. Ni mchana, nakukaribisha mara tena katika habari zetu za mchana wa leo, ili upate kufahamu yote na ujiri sehemu mbalimbali mashariki mwa nchi ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo. Kazi ni moja ni kuhakikisha tunakuhabarisha na kukufahamisha kila tukio ambalo linatokea uko kwenye uwanja wa vita, na hivyo ili uendelee kupata habari zetu za ukweli na za uhakika, na kusii kuweza kusubscribe chaneli yetu, kucomment, lakini pia kuhakikisha unasambaza habari zetu kwa walio wengi zaidi, ili naendelee kuzipata kama kawaida. Naam, hii ni chaneli yako ya Amani TV Media, tuko hapa kukuarifu. Na moja ya kati ya habari kubwa ambayo tuko nayo mchana wa leo ni kuhusu kile ambacho kinaendelea uko Mwenga, kwenye eneo la uchimbaji madini ambako jeshi la taifa FARDC wakishirikiana na wazalendo wameshambulia kwa madrone. Yani, wametekeleza mashambulizi kwenye kiwanda cha uchimbaji madini na kusafirisha kilichoko huko, uh, Twangiza ni ndani ya tarafa la Mwenga uh, jimboni Kivu ya Kusini Mashariki mwa nchi ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo. Mpendwa msikilizaji, hizi ni za moja kwa moja kutoka huko kwenye uwanja wa vita. Kwa hivyo, nakusii kuwa sambamba na mimi na, jeshi la taifa la Jamhuri demokrasi ya Demokrasia ya Congo, FARDC, likishirikiana na wapiganaji wa Zalendo limefanya mashambulizi ya mabomu asubuhi ya leo tarehe 15 Oktoba mwaka wa 2025 katika kiwanda cha kusafirisha dhahabu cha Twangiza kilichoko eneo la Luhinja tarafani Mwenga jimboni Kivu ya Kusini. Kiwanda hiki cha uchimbaji na usafirishaji dhahabu kilikuwa kinachukuliwa chini ya udhibiti wa Rwanda kupitia jeshi lake la waasi wa RDF M23 ndani ya ardhi ya Jamhuri ya Demokrasia ya Congo. Kwa mujibu wa taarifa rasmi, serikali ya Congo imepeleka ndege isiyo na urubani yaani, droni za kivita, ambayo imelipua na kuharibu kabisa miundombinu ya migodi huo. Kufuatia taarifa ni kwamba wanajeshi wa RDF M23 AFC walikuwa wanaendelea kuzalisha vibao walikuwa wanaendelea kuzalisha vibao vya dhahabu kuvivusha moja kwa moja kuelekea huko Rwanda uh, kitu ambacho kilikuwa kina wafaidi raia wa Rwanda na taifa la Rwanda. Hivyo jeshi la taifa FARDC iliona si vema kuendelea kupoteza uh, mali za Kongo, hivyo waliamua kushambulia, uh, kushambulia, drone, uh, kushambulia kiwanda hicho ambacho kilikuwa chini ya udhibiti wa wahasi wa, wa M23 na tatu. Na kiwanda hiki ambacho kimeshambuliwa kwa droni za FARDC kilikuwa chini ya udhibiti wa shirika la Canada, baadaye kikakuja kuchukuliwa tena na wa China. Lakini tangu wahasi wa M23 waingie maeneo hayo wa China pia walilazimika kuondoka na kuacha kiwanda hicho mikononi mwa uh, wahasi wa M23 ambako walikuwa wanajichimbia madini na kuweza kusafirisha moja kwa moja katika nchi ya Rwanda, na kuweza kufaidi. Na baada ya hapo, wanarudia tena nchini Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo na kuweza kutekeleza Uh, mashambulizi. Sasa uh, jeshi la taifa kupitia uh, pamoja na wazalendo wameshambulia wameshambulia eneo hilo na, na kuhakikisha wanaharibu kila miundombinu kulikuwepo na, uh, kulikuwepo na, na kampuni mbalimbali maeneo hayo ikiwemo uh, sehemu ya uzalishaji wa umeme, mafuta na kadhalika vyote vimeweza kuteketezwa na kwa sasa miundombinu ya maeneo hayo imeharibishwa kabisa. Hali ni kama ilivyo maeneo hayo, ambako mpaka sasa hakuja kuwa taarifa rasmi kuhusu uh, taarifa za vifo ni wangapi ambao wamefariki katika uh, shambulizi hilo, lakini moja kati ya taarifa ambayo inatujia moja kwa moja ni kwamba eneo yote hiyo imeweza kushambuliwa na hakuna namna kabisa ya kuweza ku, uh, ya kuweza kutekeleza tena kazi hizo, kufuatana na shambulizi hilo ambalo limefanywa na droni za kivita za jeshi la taifa FARDC. Hii imetokea baada tu uh, ya makubaliano ya kusitisha vita inaendelea huko Washington pamoja na Doha, kwa kuona namna ambavyo wanaweza kuhakikishia kwamba, uh, mapambano ya mashariki mwa nchi ya Jamhuri ya Demokrasi ya Demokrasia ya Congo yanafika kikomo. Kwa hivyo, mpendo wa msikilizaji na mtazamaji wetu, hiyo ndio hali halisi ya kile ambacho kinaendelea huko Twangiza ni ndani ya, uh, ya eneo lililoko maeneo ya Luinja fani Mwenga, jimboni Kivu ya kusini mashariki mwa nchi ya Jamhuri ya Demokrasia ya Congo. Ni kwa miezi kadhaa waasi wa M23 walikuwa wakitekeleza kazi zao hapo na walikuwa wanafaidi pesa nyingi sana kutoka kwenye mgodi huo ambao, uh, waliuchukua wali baada ya kudhibiti maeneo hayo, lakini kwa sasa wameweza kusambaratishwa kupitia mabomu hayo ambayo wamerushwa na, uh, na jeshi la taifa FARDC, lakini pia wazalendo

Na tujielekeze huko Lubero ambako afisa mtendaji wa eneo la Lubero kaskazini mwa Kivu, kanali Alekiwewa ametoa wito wa dharura kwa msaada kwa wakahaji waliokimbia makazi yao katika kijiji cha Mukondo kufuatia mashambulio ya wahasi wa ADF iliyotokea Jumatatu tarehe 13 Oktoba mwaka wa 2025. Shambulio hilo limewasababishia vifo vya angalau watu 19 na kuteketeza nyumba kadhaa kwa moto na hivyo kulazimisha wakahaji wengi kuyakimbia maeneo yao na kujielekeza maeneo kwa ajili ya usalama zaidi, ikiwemo mji wa Butembo, mji wa Butembo, mji mkubwa wa Vuyunga, katika utawala wa kijadi wa Bashwaga, pamoja na vijiji vya Maiba na njia panda. Kanali Ikiwewa anaonyesha masikitiko makubwa kutokana na hali ngumu inayowakabili wakahaji na wakimbizi hao wa ndani ambao hawana chochote katika maeneo ambako wanapatikana. Ameimiza umuhimu wa msaada wa kibinadamu wa haraka ili kuwapatia mahitaji ya msingi na kuwawezesha kuishi kwa heshima. Amesema, natoa wito wa msaada kwa sababu tunafahamu sote kwamba mtu aliyekimbia makazi haana kitu chochote, ameacha kila kitu nyuma yake. Tumeshuhudia wenyewe kuwa nyumba nyingi zimechomwa moto, watu wengi wamepoteza mali zao zote, hivyo basi wanahitaji msaada wa haraka sana. Kanali Kiwewa ametoa wito kwa serikali na mashirika ya kibinadamu kuingilia kati kwa haraka kwa kuwasaidia wananchi hao wanaomizwa na mashambulizi ya waasi wa ADF. Mpendwa msikilizaji na mtazamaji wetu, hizi ni habari zetu za ukweli na za uhakika ambazo zinakujia muda huu kutoka mashariki mwa nchi ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo. Ikiwa ni mara yako ya kwanza kuweza kujiunga nasi, tunakusihi kuweza kusubscribe channel hii, kucomment, lakini pia kusambaza habari zetu kwa walio wengi zaidi. Hapo utakunapata habari zetu za kila saa na kila sekunde. Asante kwa muda wako. Tukutane tena katika habari zetu za hapo baadaye.